Kila bomu linalolipuka Sudan ni ndoto ya mtoto inayozimika. Kila risasi inayovurumishwa ni mama anayempoteza mwanawe. Karibu kwenye makala maalum pata kufahamu mzozo katika nchi ya Sudan. Mimi ni Kamau Waidhaka. Ni mzozo unaohusisha mapambano makali kati ya jeshi la Sudan SAF, Sudanese Armed Forces, linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha msaada wa haraka, yani Rapid Support Forces RSF, kinachoongozwa na Mohamed Hamdan Daglo maarufu kama Hemeti. Ni vita vya madaraka, vya kiuchumi, vya kihistoria, lakini zaidi ya yote, ni vita vinavyowatesa raia wa kawaida wa Sudan. Mzozo huu haukuanza tu kwa milio ya risasi mwaka wa 2023 bali mizizi yake imo kwenye historia ndefu ya Sudan. Baada ya kupinduliwa kwa dikteta Omar al-Bashir mwaka 2019, taifa hili lilijikuta kwenye mpito wa kisiasa. Jeshi la serikali na RSF walikuwa washirika katika mapinduzi hayo lakini urafiki huo haukudumu. Kila upande ulikuwa na ndoto tofauti kuhusu mustakabali wa nchi, huku wote wakitaka kushika hatamu. Mpango wa kuunganisha RSF ndani ya jeshi la kawaida ulileta mzozo mkubwa. Hemeti aliona kama ananyang'anywa nguvu. Burhan kwa upande wake alihofia RSF kuwa jeshi la kivuli. Mapigano rasmi yalipozuka mwezi Aprili mwaka wa 2023, miji kama Hartum, Darfur na El Geneina ziligeuka kuwa uwanja wa vita. Hadi sasa maelfu wamepoteza maisha, mamilioni wamekimbia makazi yao. Shirika la Umoja wa Mataifa linasema Sudan nakabiliwa na janga la kibinadamu ambalo halijawahi kushuhudiwa katika historia ya kisasa ya taifa hilo. Sudan si tu nchi yenye historia ya migogoro bali pia ni tajiri kwa madini kama dhahabu. Kikosi cha RSF kinaripotiwa kudhibiti migodi mingi na hata kufanya biashara ya dhahabu nje ya nchi. Wadau wa kimataifa kuanzia Misri, Saudi Arabia hadi Umoja wa Afrika wameshuhudia kwa hofu, lakini jitihada za upatanishi mara nyingi zimegonga mwamba. Kwa baadhi ya wachambuzi, huu ni mzozo unaochochewa pia na maslahi ya mataifa ya nje, kila upande ukitazama Sudan kama sehemu ya strategia zake za kiusalama na kiuchumi. Sasa leo, hawa ni watu ambao wanaopigania madaraka, kila mtu sasa hivi anajaribu kuvutia upande wake. Hili ndio tatizo moja. Na kila upande umepata waungaji mkono ambao na wao wana masilahi yao, na maanisha jumuia ya kimataifa wanajaribu kuongeza e, moto katika e, tatizo hili. Hili ndio tatizo kubwa Fama. Lau wangekuwa hamna hawa hawanchi za nje, nadhani hivi vita vingekuwa huu uh, mwaka wa pili vingekuwa vishakuisha, kwa sababu wasingeweza kupata pesa, wasingeweza kupata silaha, wasingeweza kupata kila kitu. Hili ndio tatizo moja kubwa, kwamba kila upande una watu wanaochochea vita hivi kwa maslahi yao. Swali kubwa ya sasa ni ni ni hatma ya Sudan. Kwa sasa hakuna upande unaoonekana kushinda kabisa. Jeshi lina nguvu ya anga, lakini RSF inadhibiti maeneo muhimu ya ardhi mijini. Waathirika wakubwa ni raia, hasa wanawake, watoto na wazee. Hali ya huduma za afya, elimu na uchumi ni ya kusikitisha. Mashirika ya kiraia na makundi ya upatanishi yanaendelea kushinikiza mazungumzo, lakini je, viongozi wa pande zote mbili wako tayari kuweka mbele maslahi ya taifa kuliko tamaa ya madaraka? Katika kila vita kuna silaha, kuna mikakati, lakini kuna pia machozi ya mama, huzuni ya watoto na ndoto zilizokatika. Je, Sudan itapata tena amani? Hilo ni swali ambalo historia italijibu, lakini sauti ya wananchi wake ni muhimu zaidi kuliko milio ya bunduki. Kutoka hapa Pata Kufahamu. Tunawaombea watu wa Sudan na tunawaalika viongozi wao kusikiliza sauti ya wananchi badala ya sauti ya silaha. Sisahau amani si chaguo, ni haki. Mimi